Hapa kumeibiwa pikipiki tatu yeah, ambazo zingesaidia madaktari kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ndiyo yeah. Lakini pia hapa tumeibiwa tairi tano za ambulance, ndiyo yeah. Mbunge analia bungeni kila siku kuomba magari ya kubebewa wagonjwa ili kuwatoa vijijini kuwaleta hapa, lakini tukileta tairi nye mnaiba nani? Mwezi wa tatu tumeiba tairi tano wizi wa vifaa vya tiba vya fieta fieta, ambayo natarajia wagonjwa wakija hapa wapate huduma za operation hapa, wasafiri kwenda Mwanza. Utaratibu huu wa kuiba vifaa unafanywa na nani, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Mimi naitwa Dr. Darison yetu, nimeanza kufanya kazi hapa Januari 2025. Hata kama mimi nimeanza jana bado nawajibika, ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wizi ambao umetokea hivi punde ambao unahusisha vifaa tiba, waliohusika kuiba ni watumishi wa hapa hospitali. Kwa hivyo nasema sasa vyote tumevikamata viko polisi na wanachukuliwa hatua katika mamlaka ya ya usalama. Kwa nini madaktari professional mliosomea, mm -hmm. ambao mna wito wa kutoa huduma kwa wananchi, tena wananchi wenyewe hawajui hili, hawaoni, tunawategemea hili wala lile, tunawategemea nyinyi wasomi mliosomeshwa na taifa

Kwa nini mnatamani vifaa vinavyoletwa serikali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kutokuwa waadilifu, lakini tumechukua hatua. Maombi ya mbunge ni kweli hapa kulikuwa na changamoto kubwa ya wizi, na tulichukua hatua kali kabisa. Kwanza kuwasaka wale wote ambao wanahusika na wizi na tumeshawakamata, na miongoni mwao ni madaktari wa hapa na hapa tunapozungumza. Kwanza niwapongeze jeshi la polisi kwa kutekeleza vizuri maelekezo ambayo tuliyatoa na kufanikisha ukamataji wa vifaa hivi, na wahusika hapa wako ndani na tayari wameshafikishwa mahakamani lakini eh, niungane na wewe kwamba tabia hii ni mbaya, inafaa kulaaniwa, kwa sababu maadili ya utumishi wa umma hayaruhusu madaktari na watumishi, hata wananchi, kujihusisha na wizi, kwa sababu vifaa hivi vimeletwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo, kwa, eh, kwa wilaya hii nimesikitika, tumechukua hatua lakini pia nimemwelekeza, eh, katibu tawala wa mkoa nime nilichojifunza ni kwamba kuna uongozi dhaifu wa hii hospitali. Kwa hiyo tunafanya mchakato, hata huyo anayekaimu hapa kama mganga mkuu e, wa wilaya mganga mkuu mfawidhi hospitali anapungukiwa na sifa. Kwa hiyo nimemwelekeza katibu tawala wa mkoa kuleta kiongozi ambaye atakuwa na uwezo wa kiuongozi na kuisimamia hii hospitali ili masuala ya wizi e, nidhamu mbaya kwa watumishi asiweze kujitokeza kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za kuwasiliana na wizara, watupe mtu ambaye ni competent anao uwezo wa kuisimamia hospitali hii, tumebaini huko udhaifu wa uongozi. Zuri sana kwa sababu taaluma hii ni taaluma ya watu ambao kwanza, wanadodoo la huruma, lakini mbili, lazima wajue kwamba wako hapa kuokoa maisha ya watu jitihada za serikali kuleta mabilioni yote na hayo mnayoyaomba yanalenga kulinda afya na tiso, na mbili, serikali yote za wale wananchi na je, wenyewe mkipata tatizo na je, mpata kutibiwa hapa? Lakini mbili malengo ya serikali kujenga majengo haya na kuleta vifaa vyote, tunawapunguzia gharama za kusafiri wananchi kwenda mbali kuomba kupata matibabu hapako kuna waaminifu wenye vifaa vanaovifa ya, kwa, wa wa kwa, mpua, wano, si kwa sababu hapa sasa sio waaminifu, unatengeneza safari za wananchi watoke hapa waende kuchosa. Unataka wananchi watoke hapa waende Geita. Hapa kwa kudogo na waaminifu, tutaishi na nyie. Kwa watu wangu hapa, ndio mshauri wangu wa mkoa umeeleza, na hizo endelea kuchukua hapo, na kwa sababu muda mrefu, kwa sababu jana mwaka jana tumeibiwa pikipiki. Mwaka huu wameamisha tairi kwa hizo watatu mwezi wa nne amebeba vifaa vitano wengine vya kupima magonjwa au wananchi magonjwa ya tapumoja. Tutajuaje mgonjwa wa wananchi mgonjwa wake utapata dawa gani, kama tunaiba na vifaa cha kupima magonjwa kimsikani, kwa na hiyo hatua naendelea endelea kuchuja watumishi hapa wale wenye dalili ya wizi wizi wenye mahusiano na maeneo ya mauzo huko mjini lazima wachukuliwe hatua kali. Kwa hiyo bado kesha hili kwa kuwa tunachukua hatua kali na kukabidhi kazi hiyo. Mkuu wa wilaya anasikia, lazima hapa pawe na ufuatiliaji wa kila siku. Hatuwezi kutunza wezi hapa. Halafu tunahitaji fedha, tulete fedha, alafu afanyi kazi, tunanunua vifaa leo. Serikali inanunua vifaa maeneo yote pia, kwa hiyo lazima wadhibitiwe, na serikali inaleta vifaa ili kusheleza matumizi ya ndani ile hapa kuna wizi wa vifaa mwezi wa nne hapa mmeibiwa mpaka x-ray. Sasa mbona mnarudisha serikali jitihada zake nyuma ili wananchi wasipate huduma?